Klabu ya soka ya Bandari FC inayoshiriki ligi ya kitaifa inatumainia matokeo mazuri katika mechi yake dhidi ya Muranga Seals wikendi hii. Bandari ilipoteza mechi yake ya kwanza dhidi ya Shabana mwishoni mwa juma, goli moja sufuri katika ligi, swala lilosababisha kumtimua kocha wake Ken Odhiambo. Kocha John Baraza anasema anatarajia matokeo mazuri huku akimkaribisha kapteni wao Andrew Juma ambaye amekuwa akiuguza jeraha kwa muda mrefu. Sema timu iko tayari nasema na, na hivyo kulingana na mazoezi tumefanya tangu, tangu tuanze wiki hii mazoezi yamekuwa mazoezi mazuri, ingawa yamekuwa mazoezi magumu kwao, lakini yote ni kutafuta ushindi. Kwa hivyo mazoezi yameenda eh, vizuri kwenye wiki na kila mchezaji ana hari ya kutaka timu ishinde kesho. Yeah, injuries zipo. Kuna mchezaji wetu kama vile ule winger wetu nani William eh, eh Kitamu, ule anaitwa Willy juzi kwenye mechi ya Shabana aliweza kuumia goti, kwa hivyo ataweza kuwa na sisi. Kuna Beja pia ambaye ana, na matatizo ya goti goti limekuwa likimsumbua, kwa hivyo yeye pia hatakuwa atakuwa nafasi ya kuwepo kesho na, na Ng'ang'a Ng'ang'a ambaye anaendelea ku pia alikuwa na muscle ambayo ilikuwa ni kama imetea pale hapo juu ytha pia hata kuwepo na siku ya game ya kesho e. Lakini pia timu nzuri kama captain wetu ameweza kurejea, kwa hivyo kwenye, kwenye zile kukurukakaza kungania e, nafasi ya kucheza kesho mm. Kocha anasema kikosi hicho kipo tayari, wachezaji nao wakiwa na morali ya kuwapa mashabiki matokeo mazuri. Tumeweza kuwaonyesha tunataka tufanye nini, wachezaji wetu wa wale wote ambao ni matakazi wale offensive guys wa timu tumeweza kujaribu hizo make hizo runs ndani ya mazoezi throughout, na na na kumekuwa na matumaini mazuri kwenye mazoezi, kwa vile wameweza kuonja, wana uwezo wa kufunga. Kwa hivyo tunaamini kesho utapata mabao. Mwanzo ni kuwashukuru mashabiki juzi, mechi ya juzi tutana shabana walikuja kwa wingi sana, na ni jambo ambalo lilifurahisha sisi kama kama timu ya Bandari na, na, tunasema tunaweza omba msamaha, tukuweza kuwapa matokeo mazuri lakini wasife ro. Kesho tunaomba wakuje vile, vilevile wajae, waishangilie timu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na vijana, mimi najua watawafurahisha game ya kesho. Hakuna tuweze sema kitu mbaya, tunahitaji labda ni win, kwa kila kitu ni win, tunataka kabisa, so ni win kesho. Niliumia hiyo season ilipita, ikianza game ya tatu niliumia goti ACL So nilifanywa surgery, ndio maana nimekaa hivyo nje. Sasa najisikia niko poa kabisa, napambanapambana ndo nirudi. Kikosi iko sawa, ni kila mchezaji ajitume tu ya, kikosi hakuna kikosi mbaya, kikosi iko kikosi sawa, kila mchezaji ako hapo ana- anahitaji kuwapo, so ni wajitume, tutapata good result. vile vilevile sasa, Bandari imeanza kutumia mfumo wa kuuza tiketi za mechi mtandaoni na hakuna tiketi zitakazouzwa mlangoni hatua inayolenga kuimarisha ukusanyaji wa mapato. Sasa hizi mambo yameanza kuwa kwa mtandao sana na ni mambo ambayo nadhani pia nyinyi mtafurahikia. Kwa hivyo kama bodi imekaa uongozi wa Bandari <coughs> ukaamua kwamba to take the next step tu, tuanze ku embrace technology. I think mkiangalia um, game ya Muranga mlinoti squad team yetu imeanza kutumia GPS na ni step ambayo tumeanza kuchukua kama team, so tumeanza ku move towards technology. Pia ticketing, tumeanza ku move towards technology. Ndio maana ticket zetu tunataka ku, kuondoa hiyo kuuza ticket mlangoni, tunataka tulete ticket zote zi online. Tumeanza ku digitalize hii club, so hiyo ndio step ambayo twachukua kupitia mwongozo wa chairman wetu na CEO wetu, na mambo mengi yatazidi kuja tukienda katika era ya mtandao. Nadhani tuko katika era ya mtandao saa hizi, na ndio timu pia imeanza ku embrace technology. So pole pole pole pole tuna adjust tukienda. Merchandise tumeanza tumeleta jazi, kuna zile mpya, nadhani mmeziona zapatikana hapa ofisini, na pia tutaanza kuongeza vitu zingine pole pole. I think uh, kwanza next week tutakuwa na drive, tutakuwa tuuza jazi hapa mall, pia tutakuwa tukiuza jazi pale port, na pia tumeanza kufanya partnerships na organizations kama Naivas ili hizi jazi ziweze kupatikana kwa wingi nikiripotia kipenga cha Coco FM kutoka katika uwanja wa Mbaraki, kaunti ya Mombasa. Mimi ni kaka JP Junior na nimetoka, mimi ni kaka JP Junior kwa namna basi, unaniita John Paul na nimetoka Coco FM, ladha ya pwani.